Serikali ya kaunti ya Kilifi ina wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa visa vya dhulma za kijinsia na mimba za utotoni licha jitihada za kudhibiti kero hilo. Viongozi wa eneo hilo sasa wamegeukia mpango mpya utakaogharimu gharimu shilingi bilioni mbili nukta tatu unaodhamiriwa kuleta matumaini mapya kwa wasichana na wanawake katika eneo hilo. Mpango huo uliopewa jina Hatua kwa Afya ya Uzazi na Haki za Kijinsia, unaofadhiliwa na Serikali ya Canada unalenga kupunguza visa vya mimba za mapema na kuboresha upatikanaji wa huduma za afya ya uzazi. So we are here, we are ready with whatever we can to work together with you and to hope that this is a long project, seven years.

mwaka mzima tutashika mimba hivi, tutashika mimba hatushiki. Tunataka kusiwe na mwanamke atatoa lalama la, la ya kwamba amepigwa ama amedhulumiwa kimapenzi ama amedhulumiwa kwa sababu ya jinsia yake. Wasichana wasiweze kuweka katika ku, kuolewa katika ndoa za kimapema ah.